Kwenye taarifa zinazofungamana na hizo, chama cha KUPPET tawi la Vihiga kimejitokeza kushinikiza kujiuzulu kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat, hasa baada ya kuhusishwa katika mauaji ya mwalimu Albert Ojwang mwishoni mwa juma lililopita akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Kupitia Sabala Inyeni, katibu mkuu wa chama hicho tawi la Vihiga aliyezungumza walipoungana na walimu kote nchini kwa kuwasha mishumaa kwa ishara ya kumwomboleza mwalimu Ojwang, wamekashifu jinsi haki ya Wakenya zinavyokandamizwa mikononi mwa polisi. Wanachama hawa wametishia kuandaa mgomo kwa siku za hivi karibuni kushinikiza kujiuzulu kwa Lagat iwapo hatakuwa amejiuzulu. Ningetaka tuuliza serikali kwa jumla ikiongozwa na Deputy Inspector General of Police ya kwamba ase kando, ajiuzulu uchunguzi unapoendelea, kwa sababu sio vizuri uchunguzi ufanyike yeye akiwa kwa ofisi. Vile tunaongea hivi, amekosa moral authority ya kusimamia mambo ya security katika nchi hii. Na vile vile pia nataka tukumbushe polisi ya kwamba mahali ambapo mwananchi wa kaida ambao anataka kuwa na uhuru na kujihisi akiwa ameangaliwa vizuri sana ni katika chuo cha polisi, lakini ikifika mahali ya kwamba chuo cha polisi kinakuwa ni kama ni mahali pa kuua mtu, basi inaonyesha kwamba tunaendelea vibaya. Sisi kama viongozi wa walimu tutakuwa tunatarajia kwa sababu ofisi yetu ya KUPPET haijatupatia mwelekeo vizuri Tulitaka ikue itengwe kando, tukue na mgomo rasmi wa chama, walimu wetu wasusie kazi kwa sababu ya wale limetokea, lakini tumejulishwa kwamba tuweze kuwasha mishumaa leo, lakini tunazidi kuwauliza viongozi wetu wa kitaifa kwamba hii haitoshi, kwa mshumaa haitoshi kwa sababu kuwasha haipeani ujumbe ambao tunataka. Tunataka tupeane polisi wajua ya kwamba maisha ya mwalimu ni maisha ya muhimu sana na lazima yachungwe kulingana na mujibu wa sheria.